Sekta yetu ya haki, mahakama zetu, haki na sheria iko vizuri sana sana sana sana. Haki za watu sasa hazipotei kama zilivyokuwa, hazichelewi kama zilivyokuwa. Sasa hivi, polisi, mahakama, sijui mchunguzi, ule DPP, DCI, wote wanasomana, linaloandikwa leo polisi analisoma DPP analisoma DCI linasomwa mahakamani taarifa zote statement zote wanazotoa wa watu zinasomwa na vyombo vyote kwa ule mchezo wa ndugu zetu kwenda kuweka maneno kwenye statement alosema mtu sasa hivi hayupo ulilolisema ndilo linalosomwa kote kwa hiyo haki ya watu ina inapatikana ina na tunaendelea kujenga miundombinu ya haki mahakama za wilaya, mahakama za mikoa, mahakama jumuishi zote, tunaendelea kujenga nchi nzima.